Shirika la habari CNN limeripoti kuwa rais mstaafu wa Marekani, Barack Obama na makamu wa rais mstaafu, Kamala Harris, walitoa hotuba Alhamisi kuhusu mwenendo wa uongozi wa, wa rais Donald Trump huku wakikosoa namna uongozi wake unavyopeleka mambo yake. Obama ambaye alikuwa rais wa Marekani kabla ya Trump kuingia madarakani, alikosoa vikali jitihada za Trump kubadilisha muundo wa serikali kuu, kuzuia uhamiaji, upinzani na kutisha vyombo vya habari na kuingilia uhuru wa taasisi za kisheria. Hii ni mara ya kwanza tangu nianze kusema hadharani kwa muda mrefu, alisema Obama, alisema Obama wakati wa mahojiano jukwaani yaliyofanyika Chuo cha Hamilton. Nimekuwa nikitazama kidogo. Fikiria kama ningefanya jambo lolote kati ya haya. Haiwezekani kwamba vyama vingekubali tabia kama hii kutoka kwangu au kutoka kwa wengi wa marais waliotangulia, alisema Obama. Obama ameendelea kusema kwamba haamini kwamba tangazo jipya la Trump kuhusu ushuru litasaidia Marekani. Hata hivyo, amesema kuwa anajali zaidi kuhusu kile kinachoelezea kama uvunjaji wa haki za msingi na mamlaka ya sheria kuu. Najiwasilisha zaidi ya serikali kuu inavyotishia vyombo vikuu ikiwa vitashindwa kuachilia wanafunzi wanaotumia haki yao ya kusema, amesema Obama kwa umati wa wanafunzi wa chuo. Wazo kwamba ikulu inaweza kusema kwa ofisi za sheria, ikiwa itaonyesha pande tunazozipenda tutaondoa biashara zetu zote, au kuwazuia kuwawakilisha watu kwa ufanisi. Tabia ya aina hii ni kinyume na mkataba wa kimsingi tulionao kama Wamarekani, ameongeza Obama. Obama alikuwa amewahi kuonya kuhusu hatari zinazokabili nchi ikiwa Trump angerejea madarakani, wakati akimpigia kampeni Harris katika hatua ya mwisho ya mbia za urais za mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Hii si kwamba Trump anajifanya mpuuzi, amesema rais mstaafu wa wakati huo, haitoi maana kwamba urais wake hautakuwa hatari. Siko hapa kusema nilikuwa naambiwa, ndiyo maoni ya Harris kuhusu muhula wa pili wa Trump. Katika hotuba yake siku ya Alhamisi Harris alisema kuwa Alitarajia kuona Wamarekani wakipitia ugumu wa maisha kutokana na hatua za Trump tangu alipoingia tena madarakani. Tumekuwa na mambo mengi tuliyoyajua yangetokea, alisema Harris katika video ya hotuba yake kwenye mkutano wa wanawake wenye uongozi. Siko hapa kusema nilikuwa naambiwa, aliongeza Harris kisha akacheka. Harris amesema anatambua kwamba kurejea kwa Trump kwenye ofisi ya rais kumesababisha hofu kubwa miongoni mwa umma, amesema. Tunaona mashirika yanakaa kimya, Tunaona wale wanaokubali vitisho vinavyopingana waziwazi na Katiba, na haya ndiyo mambo, mambo tunayoshuhudia kila siku katika miezi michache iliyopita nchini mwetu, na bila shaka yanaleta hofu kubwa, aliongeza Harris. Mapema wiki hii Trump alitangaza makubaliano ya ofisi ya sheria inayomjumuisha mume wa makamu wa rais Don Emhoff, Wilkie Farr na Gallagher, ambayo rais amesema ni pamoja na ofisi hiyo kutoka huduma za kisheria za bure za angalau dola milioni mia moja katika muhula wake wa pili. Ilikuwa ni mfano mwingine wa ofisi za sheria maarufu kufanya makubaliano na Ikulu, huku Trump akilenga ofisi ambazo zimefanya kazi na maadui wake wa kisiasa. Kabla ya makubaliano ya Wilkie kutangazwa, Mhoff alizungumza kuhusu jambo hilo akisema sheria iko katika hatari, demokrasia iko katika hatari, na hivyo sisi sote wanasheria tunahitaji kufanya kile kinachoweza kupinga hilo. Hotuba za Harris za Alhamis ya video ambayo imeripotiwa kwanza na MSNBC ni maoni yake ya moja kwa moja tangu kuanza kwa muhula wa pili wa Trump. Makamu wa Rais mstaafu ambaye ameshindwa na Trump katika uchaguzi wa Novemba, ameendelea kusema kuwa ingawa hofu inaambukiza, hata hivyo, ujasiri pia ni wa kuambukiza. Hofu ina njia ya kumwambukiza mtu mmoja akiwa na hofu. Ina njia ya kuenea kwa wale walio karibu naye na kuendelea kuenea na hivi ndivyo tunavyoshuhudia, bila shaka, alisema Harris kwenye mkutano wa viongozi wa wanawake wa rangi. Lakini nasema hivi pia marafiki zangu wapendwa, ujasiri pia unaambukiza, aliongeza. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali. Hold on to it. Courage is contagious.